Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu katika tafakari ya somo la Injili Jumanne katika juma la kwanza la Kwaresma, na injili yetu inatoka Injili ya Mathayo sura ya sita aya aya saba hadi ya kumi na tano. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wafuasi wake, mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi mfanane msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnavyohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuseme havyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi, bali msipowasamehe watu makosa yao wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika kipindi hiki cha Kwalezma, sala ni zoezi muhimu ambalo tunaalikwa kulifanya, ikiwa ni sehemu ya yale mambo makuu matatu ambayo tunaalikwa kuyafanya katika kipindi hiki cha Kwalezma. Tunaalikwa katika kusali kwetu tusiwe watu wa kupayuka payuka wala kuwa na maneno mengi. Utulivu ni muhimu katika sala. Makelele, kurukaruka, kuongea maneno yasiyoeleweka, wala kuwa na mantiki ni fujo. Rejea kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18 aya 20 hadi 29. Hiyo siyo namna yetu ya kusali wa Katoliki. Mungu wetu sio wa kupigiwa kelele, bali tumwombe kwa utulivu, heshima na unyenyekevu. Yeye ni msikivu wala hayuko mbali nasi na anajua mahitaji yetu hata kabla hatujamwomba. Kwa hiyo tuige yale ambayo Kristo anatufundisha kusali bila kupayuka payuka, kusali kwa utulivu, kusali kwa unyenyekevu. Tuache kuiga mitindo ya watu wengine ambayo Kristo mwenyewe hajatufundisha. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.